Leo hii mnaenda kuandika historia mpya katika nchi yetu ya Tanzania. Ukimkuta mtu, utakapokuwa mzee anaendesha kiguta cha umeme, utasema mimi ndio nilikuwa wa kwanza kusajili kiguta, mimi ndio nilikuwa wa kwanza kupata elimu ya hii. Na tunafanya haya kwa sababu tunajali shida za watu. Kiongozi bora ni yule anayejali shida za watu. Ukimwona Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan akipita kila mahala, watu wanamlaki kwa wingi, wanampokea maelfu, ni kwa sababu ni kiongozi anayejali shida za watu, ni kiongozi msikivu. Na sisi ambao wametutuma tuna wajibu wa kuwa wasikivu kwa shida za watu, sio kuonyesha kiburi mbele za shida za watu. Hiki mlichokifanya kimaisha, inaenda kuboresha uchumi wa kwako wa familia yako na hata wa yule aliyekununulia hicho chombo au aliyekuonyesha hicho chombo, lakini mwisho uchumi ni wa nchi yetu. Kama mtu mmoja mmoja atapata uwezo, maana yake na nchi nzima itapata. Lakini sambamba na uchumi, mnaenda kupata ajira rasmi. Nyinyi sasa mnaenda kurasimishwa. Unapopata cheti chako, unaposajiliwa, unaenda kurasimishwa rasmi. Kama dereva, unakuwa ni dereva ambaye una cheti ulichofundishwa na Chuo cha Polisi, lakini unapata leseni. Maanake unakuwa mtu muhimu kwenye uchumi wa taifa letu, lakini unakuwa kijana ambaye tayari umejiajiri. Sababu gani ya kwamba ninyi ni lazima mjisajili, ni lazima mfahamike? Usalama. Usalama wa kwanza umefanyiwa na chuo msipate ajali, amefundishwa siku zote, lakini pia usalama wa mali za watu tunabeba. Ukijisajili, ukijua eneo nalo paki, ukajua uniform yako, ukajua namba yako, yule anayekupa mzigo anakuamini, atakwambia peleka Mbezi, yeye sio lazima ende wapi Mbezi. Maanake hiki tunachokwenda kukifanya dhidi yenu ni kuhakikisha usalama wenu, usalama wa chombo chako na usalama wa wale ambao wanawategemea nyinyi wakati wa kufanya biashara. Leo hii msingekaa hapa chuoni A so, sababu leo hii hapa ni chuo. Hapa chuoni mkajifunza mkakutana na mkuu wa wilaya, mkatengeneza uongozi wenu ambao utawasimamia, mngekuwa na mahusiano mazuri. Sasa katika mahusiano ndipo mtakapoweza kudai haki zenu, kwa sababu sasa nyinyi ni wamoja. Sasa hapa umoja wenu unaweza kuwapelekea kuomba haki yako, kwa umoja wenu unaweza ukaomba ukapewa. Sisi kama vijana mmesema hapa bei ya maguta iko juu, bei ya spea iko juu.